Ziwa Ikimba liko muda mrefu sana na sisi lakini kiuchumi au kijamii hakuna ambaye ameshanufaika. Tukamuibua mmoja tukasema huyu kanufaika. Wewe mkurugenzi, unafahamu na afisa uvuvi wetu anakiri, kwa mwaka umekuwa ukipata shilingi milioni sita. Hasa kwa ziwa kama hili kupata milioni sita kwetu sisi wavuvi, tunapoteza sana kwa maana hiyo tunapoteza kiuchumi, hata kijamii, na maana hata sisi wananchi tunaozunguka ziwa hili, hata chakula hatupati kutoka hapa ziwani. Maana yake tunapoteza kwa nyanja zote, kwa kile mlichosema mnatamani kukipata. Leo tunakuja kupanda zile mbegu, ndio kilichotuleta. Mwanzo tulikuwa tunafikiria fikiria, fikiria, tuweke vifaranga laki tano lakini tukasema hapana, ziwa hili ni kubwa, lina uwezo wa kubeba zaidi, tulete milioni moja tukasema sawa, lakini ziwa ni kubwa, lakini mwishoni Mheshimiwa Rais karidhia tuweze kupandikiza vifaranga milioni moja na laki tano <coughs> maana yake nini? Tunakwenda kubadilisha mfumo mzima na maisha ya wavuvi wetu wa jumuiya zote zinazozunguka ziwa letu hili, lakini halmashauri yetu muongeze mapato, wilaya yetu iongeze mapato na mkoa wetu. Sasa tutoe kule ambako huwa unasemwa, uondoke, una rasilimali nyingi. Yule mvuvi haramu mwambie mwisho wake umefika. Tunaye rais mwanamama daktari Samia Suluhu Hassan, tunaye waziri wa kwanza mwanamama wa wizara hii Daktari Ashatu Kijaji. Sasa wewe mvuvi haramu bwana, tafuta pa kwenda, sio ikimba tena. Na kwa kuthibitisha hilo, leo tunavyopandikiza hivi vifaranga milioni moja na laki tano tunakabidhi kabisa na boti ya kuzunguka kwenye hili ziwa kukumulika wewe, mvuvi haramu. Tuko tayari kulinda ziwa letu, ndio Naibu katibu mkuu huyu alipofika, tulikaa naye vikao vya wananchi pamoja na wavuvi wote na BMU zote. Kiukweli, tukakubaliana kimsingi kwamba ziwa hili lifungwe na ikiwezekana ufanyike utafiti tupate samaki wengine. Napenda kukushukuru na kuishukuru wizara na nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuridhia kazi hii ikafanyika. Sasa tumepata vifaranga vipya. Makofi kwa mheshimiwa rais na mheshimiwa waziri. Mheshimiwa, kazi hii kwetu ni kubwa. Ziwa hili liko hapa miaka mingi sana, lakini nikwambie ukweli, hakuna mvuvi ambaye kutokana na kuvua humu amefaidika. Hakuna aliyejenga nyumba kubwa tukasema huyu, au amesomesha mtoto tukasema hii hela ameitoa humu. Samaki wengi wanaopatikana humu ni kwa ajili ya kitoweo, hata hivyo hatushibi. Lakini kwa mstakabali huu, hatushibi kwa mstakabali huu, tunaona wanakwenda kutujengea uwezo kwamba samaki wa hapa Ikimba wanakwenda kuwa samaki wa kutusaidia kitoweo, lakini pia kibiashara. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, kwa sababu tulishakubaliana miezi sita, ningekuomba miezi sita hiyo hiyo miezi sita iwe hiyo, itasaidia ili wananchi hawa, kwanza tulisha kubaliana nao, lakini pia hii miezi sita itasaidia samaki hawa watakuwa wamekuwa, na wananchi waweze kuendelea na maisha, kwa sababu ziwa hili bado ni mtaji kwa watu, lakini pia ni kitoweo kwa watu.